Na kwingineko, kikosi cha ulinzi cha Kenya kimekamilisha usajili wa makurutu kote nchini hivyo kuashiria mwisho wa awamu ya kwanza ya shughuli hiyo mwaka huu. Makamu mkuu wa majeshi ya ulinzi Luteni Jenerali John Omenda akizuru kituo cha usajili cha Kikuyu katika Kaunti ya Kiambu, alisema shughuli hiyo iliendelea vyema. Kikosi cha ulinzi cha Kenya sasa kinatarajiwa kuelekea katika awamu inayofuata ya kusajili wafanyikazi na wanawake mapema mwezi ujao, huku makurutu waliofuzu kutokana na shughuli iliyokamilika wakijiandaa kuanza mafunzo huko Eldoret. Ben Chumba ana taarifa kamili. Ni siku ya mwisho ya zoezi la kitaifa la kusajili makurutu wa jeshi. Mamia ya vijana walikusanyika katika kituo cha usajili cha Kikuyu wakiwa tayari kukabiliana na hali yoyote ile, kwa matumaini ya kujiunga na jeshi la nchi hii. Makamu mkuu wa majeshi ya Ulinzi Luteni Jenerali John Omenda alizuru kituo hicho kusimamia hatua za mwisho mwisho za zoezi hilo. Alielezea kuridhishwa na shughuli hiyo kote nchini. The exercise has been extremely smooth. Uh, we've had a very, very good turnout, uh, enthusiastic young men and women, and, uh, we are happy so far with the recruitment. Luteni Jenerali Omenda alibainisha kuwa idadi kubwa ya watu waliojitokeza na namna walivyochukulia shughuli hiyo katika vituo mbalimbali vinaashiria imani inayoongezeka ya umma katika uadilifu na taaluma ya kikosi cha KDF. KDF alitangaza kwamba kwa kuwa zoezi la kusajili makurutu sasa limekamilika, awamu inayofuata inawalenga wafanyikazi, na baadaye usajili wa makadeti na maafisa maalumu utaanza. Waliofuzu wanatarajiwa kuripoti katika chuo cha mafunzo kwa makurutu huko Eldoret kupokea mafunzo ya msingi ya kijeshi hivyo kuashiria mwanzo wa utumishi wao kwa taifa. I want to thank, uh, the, those who have already been selected. I congratulate them. Those who have not been selected, uh, they can try next time. Luteni Jenerali Omenda aliwasihi makurutu hao kudumisha nidhamu na kujitolea, hatua ambayo ni msingi wa maadili ya utumishi wa kijeshi. Ben Chumba, Dira ya Magwiji.